Imeshafikia zaidi ya asilimia tisini pamoja na Mwanza ambao ipo zaidi ya asilimia sitini na sita. Ofisi hizi zitakuwa zina maabara mbalimbali zinazotoa huduma kiasi cha kwamba ili uweze kupima sampuli yako hauitahitaji tena kuja Dar es Salaam. Ndio maana tumeanza kuweka ofisi hizi za kanda. Mheshimiwa Rais mara kadhaa kupitia nishati safi ya kupikia ametueleza juu ya umuhimu wa ubora kwenye vifaa vinavyotumika majumbani kupitia Tildo na TBS. Sasa tuna maabara za matumizi yenye tija ya nishati kwa vifaa vya majumbani yani Energy Efficiency Laboratories. Tumeweka maabara maalum kuhakikisha vifaa vyote vitakavyoingizwa nchini vitakuwa na matumizi madogo ya umeme, iwe ni mafriji, majiko, taa na vifaa vyote vya majumbani. Tumejidhatiti kuhakikisha tunawasaidia Watanzania ili vifaa vya majumbani viwe na umahiri wa huduma na kupunguza gharama ili fedha wanazookoa kwenye matumizi wakawekeze kwenye shughuli za kiuchumi. Na pale TBS tuna maabara nzuri sana ya energy efficiency, hata Tildo pia ipo na sasa tunajipanga kupanua wigo ili kuhakikisha bidhaa zote zinazoingia kwa matumizi ya jumbani lazima Mtanzania atumie kwa umeme mdogo ili kuokoa gharama. Kuhusiana na taarifa za masoko na biashara za kimataifa, wizara kupitia TanTrade imeimarisha miundombinu ya taarifa za masoko na biashara. Mkumbuke, tunavyofanya hivi vyote ndivyo ambavyo tunakuza uchumi na kuongeza ajira kwa watu wetu. Ndani ya siku mia moja tumehakikisha tunaongeza kasi ya ufikiwaji wa masoko na kupitia platform zetu za Tanzania Trade Portal tumehakikisha tunaongeza watumiaji zaidi na kwenye kipindi cha siku mia moja tumefikia watumiaji 26341 waliopata taarifa za taratibu za kusafirisha na kuingiza bidhaa yaani exports pamoja na imports. lakini vilevile vile, tumeimarisha mifumo yetu mingine ikiwemo TanTrade biashara app ambapo umefikisha taarifa za bei na masoko ya bidhaa kwa wafanyabiashara zaidi ya 5000 ndani ya siku 100 lakini vilevile vile, tumeendelea kuweka jitihada kwenye nembo ya taifa ya Made in Tanzania ambapo ndani ya siku mia moja tumesajili bidhaa kutoka makampuni nane na huku kanzidata ya kampuni 698 ikiratibiwa ili kuimarisha ushiriki wao kwenye masoko kupitia maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Zanzibar ya ishirini na ishirini na sita ya Januari mwaka huu. Kliniki za biashara zimewafikia wadau zaidi ya 356 na kupitia dawati letu la kwenye mtandao la eTrade kampuni 15 zimeingizwa kwenye mfumo wa World Trade Point Federation ili kupata fursa za masoko za kimataifa. Haya yamesaidia wafanyabiashara na vijana kupata taarifa sahihi, kupanua masoko, kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania na kuimarisha hadhi ya chapa ya Made in Tanzania. Na kwa kweli sekta binafsi wameonyesha wame mwitikio mkubwa sana, kwa sababu tukipita viwandani, kwa kweli unakuta bidhaa sasa zimewekwa made in Tanzania. Uwezeshaji miunganiko ya kampuni na ukuaji wa mitaji, tumeongeza kasi ya huduma kwa makampuni ambayo ndiyo msingi wa biashara kupitia FCC. Ndani ya siku mia moja tumeshughulikia maombi 37 ya miunganiko ya makampuni ambapo 19 yameidhinishwa bila masharti na manne kwa masharti maalum ili kulinda ushindani miongoni mwao ni ununuzi wa asilimia 65 ya hisa za hospitali ya Regency pamoja na tasaka na Tasaka Hospital Limited uliosaidia kuongeza mtaji na kupanua huduma za afya. Hayo yote yanaimarisha mitaji na teknolojia, kuongeza ajira na kuhakikisha masoko yanabaki kuwa na ushindani wenye manufaa kwa walaji. Utafiti ni sehemu muhimu sana ya kukuza biashara na uchumi na uendelevu wa viwanda kwa hiyo ndani ya siku mia moja tumeendelea kuweka jitihada kwenye tafiti mbalimbali mbali. Na hapa leo naomba nizungumze kuhusiana na utafiti wa madini adimu na ya kimkakati. Wizara kupitia taasisi yetu ya utafiti wa viwanda TIRDO tumechukua hatua muhimu ndani ya siku mia moja hizi katika kujenga msingi wa uchumi wa viwanda wa kimkakati unaotumia rasilimali za ndani zenye thamani ya juu moja, tumeainisha maeneo yenye madini muhimu ya kimkakati, yaani critical minerals, nchini ikiwemo yale yanayohitajika katika viwanda vya teknolojia, nishati jadidifu na magari ya umeme. Tumeanza utafiti wa kina wa madini muhimu katika wilaya ya Kerwa mkoa wa Kagera na wilaya ya Ikungi mkoa wa Singida. Tumefanya kazi ya uhamasishaji na ushirikishaji wa jamii katika maeneo husika kuhusu uchimbaji salama, ulinzi na mazingira, afya na fursa za biashara ndogo zinazotokana na shughuli za utafiti na uchimbaji. Tumefata mafanikio makubwa, ikiwemo kuchochea biashara ndogondogo kama huduma za malazi, chakula na usafiri katika maeneo ya utafiti. Tumeweza kufanya uhamasishaji wa, wa maarifa na ujuzi kwa wananchi kuhusu matumizi salama na yenye tija ya rasilimali madini, na mwisho tumeweza kuweka msingi wa kuvutia uwekezaji mkubwa katika uchimbaji na uongezaji thamani wa madini haya ndani ya nchi jambo linaloongeza ajira, kipato na mapato ya serikali sambamba na kulinda maslahi ya taifa katika minyororo ya thamani ya kimataifa ya madini adimu. Katika siku mia moja tumeendelea kuimarisha kanzidata ya viwanda viwanda poto. Tunataka kuwa na mfumo mmoja utakaowezesha viwanda vyote vilivyopo nchini vya aina zote, ili leo ukiingia kwenye mfumo unaweza wa kuona viwanda vyote ambavyo vipo nchini, na unaona vipo mahali gani na vinafanya nini. Na kanzidata hii kwa kweli hadi sasa hivi tumeweza kufikisha viwanda 1019. Lengo letu ni kuhakikisha tuna mfumo wa pamoja unaoonyesha viwanda vyote na kwa kweli tumeanza kulifanyia kazi kwa ufanisi zaidi ndani ya siku hizi 100. Ninapoelekea kuhitimisha naomba nizungumzie kuhusiana na uchumi wa kijani na nishati safi kwa ufupi. Ajenda ya nishati safi inawezekana mkaiona ipo katika wizara nyingine lakini ni ajenda yetu sote. Kwa sababu ni ajenda ya yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi chini ya wizara yetu katika kukuza uchumi wa kijani na kulinda mazingira kupitia TIRDO tumewezesha kuanzishwa kwa viwanda vya kuzalisha mkaa mbadala na kutoa mafunzo kwa vijana na akinamama na kuleta ajira, kuongeza kipato, kuboresha afya kutokana na nishati safi na kupunguza ukataji wa miti. Na mtakumbuka nilieleza pale juu wakati naeleza kupitia viwanda vidogo na vya kati, lakini vilevile vile, tumeanzisha mradi wa shamba la mpira Kalunga mkoani Morogoro unaosimamiwa na NDC. Umezalisha miche laki moja na sitini sita ya mpira, miti elfu kumi na tisa mia tisa tisini imepandwa katika ikari mia moja na ajira mia moja hamsini za moja kwa moja zimepatikana. Miti hii inasaidia kufyonza hewa ukaa na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Miradi hii yote inaunganisha ajira, kipato huko vijijini na uhifadhi wa mazingira. Na tumehakikisha ndani ya wizara yetu, basi tunaendelea kuwa na programu ambazo zinaunga mkono ajenda ya nishati safi na utunzaji wa mazingira ya yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninapohitimisha, ndugu zangu waandishi wa habari na watanzania wenzangu, hususan vijana, naomba sasa nitoe kwa ufupi summary ya mambo makuu ambayo nimeyaeleza hapo juu ambayo sisi amekuwa ni mafanikio yetu ndani ya siku mia moja, la kwanza, mikopo 193 yenye thamani ya shilingi milioni 820 imetolewa na kuzalisha ajira za moja kwa moja 546 ndani ya siku mia moja. Mbili, ndani ya siku mia moja, tumeweka jitihada zote za kulinda wafanyabiashara wa ndani, na sasa hata nyiye mnafahamu kampuni yoyote inayopeleka bidhaa nje ya nchi kwenye masoko ya nje na waliosajiliwa tiseza kampuni za wazawa wameondolewa, tumeondolea kodi ya ongezeko la thamani kama wanauza nje ya jumuiya ya Afrika Mashariki, na hii inaenda kwa kipindi cha miaka kumi. Hakika ni faida kubwa kwa familia za wafanyabiashara wetu, kwa uchumi wa taifa letu na wananchi wote wa ujumla. Na ndivyo ambavyo tumefanya ndani ya siku mia moja kwa ajili ya kulinda wafanyabiashara wetu. Ndani ya siku mia moja tumekubaliana Lengo la kukuza ma mauzo ya nje ni kuongezeka kutoka asilimia 17.8 tulionewa sasa hivi hadi asilimia 26.1 itakapofika itaka 2030, ambapo kila mwaka tunategemea kuwa na ukuaji wa asilimia 8.5. Nne, tumeanza hatua za kuweka mfuko wa maendeleo ya viwanda. Itakuwa ni dirisha maalum la mikopo ya viwanda lenye riba nafuu, itakuwa ni mikopo ya mashine ili kukuza viwanda kwa haraka lengo ni unafuu wa riba ili kurahisisha ushindani wa wafanyabiashara wetu na nchi jirani. Tano, tumesajili makampuni 4231 majina ya biashara 7498 na leseni za viwanda za vijana 141 na leseni za biashara kundi A 4907. Mitaa ya viwanda na kongani zimezalisha jumla ya ajira 1026, ikiwemo ajira zilizozalishwa na programu zilizopo chini ya wizara yetu. Zaidi ya vijana elfu moja mia mbili wamepata mafunzo ya ujasiriamali mali na kuingizwa kwenye programu za uwatamizi wa biashara. Wafanyabiashara wamepata taarifa za masoko kupitia mifumo ya kidijitali kupitia taasisi zetu za TanTrade na nyinginezo. Viwanda vipya zaidi ya saba vilivyopo chini vinavyoratibiwa chini ya taasisi zilizopo chini ya sekta yetu ya, wizara yetu ya, ya, ya viwanda na biashara vya nishati mbadala, uchakataji wa mazao, dawa na mbolewa vimewekwa kwenye mstari wa uzalishaji wakulima wa korosho ambao sisi tunafanya kupitia taasisi yetu ya WRB wameingiza zaidi ya shilingi trilioni moja moja kwa moja kupitia mfuko wa stakabadhi ya gala, ambao wenyewe mnafahamu stakabadhi ya gala ipo chini ya wizara yetu kupitia taasisi yetu ya stakabadhi ya gala inayoitwa WRRB. Miradi mingine inayohunga mkono programu ya rais ya nishati safi ya kupikia imeendelea kuwekwa kuhakikisha tunaimarisha msingi wa uchumi wa kijani na uchumi wa kimkakati. Ndugu zangu, haya ni mafanikio ya siku mia moja tu, lakini ni ishara kwamba tumeelekeza Tanzania kwenye njia sahihi ya uchumi wa viwanda, uchumi wa ubunifu na uchumi wa kijani unaomgusa kila Mtanzania, hususan vijana. Serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuimarisha mikopo ya riba nafuu kurahisisha urasimishaji wa biashara, kujenga na kuendeleza mitaa ya viwanda, kuweka mazingira bora ya uwekezaji na kutafuta masoko ya kimataifa kwa bidhaa zetu. Ni wajibu wa kila mmoja wetu, hasa vijana, kuchangam, kuchangamkia fursa hizi kwenye kuanzisha biashara, kuingia kwenye viwanda vidogo na vya mkakati na vya kati, na kuchakata mazao ya kilimo na kuona Tanzania na Afrika kama soko la msingi. Ndugu zangu, Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Siku mia moja ilikuwa ni maono yake, na wote mmeona kwamba aliahidi na ametekeleza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Na sasa basi, naomba ubaki hapo hapo ili tuweze kupata maswali mawili matatu kwa ajili ya ufafanuzi tafadhali kama kuna maswali naomba uende moja kwa moja kwenye swali Mheshimiwa Waziri ameshatoa maelezo ya kutosha kama una swali uliza moja kwa moja swali sa, sa, Mheshimiwa Waziri na kushukuru sana Mimi naitwa Mukhtar Ngoma ni kaimu mhariri wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC ofisi ya Dodoma nakushukuru kwa presentation nzuri na mimi naenda na leo ya ripoti ya BOT kuhusu mwenendo wa biashara kati ya Tanzania na mataifa jirani. Nimeona kwanza trend yetu ni nzuri, tunauza sana, lakini hata hivyo pia tunanunua, na nikitazama hasa Kenya, ndio tunawauzia sana, lakini kama tunabadilishana fedha hivi, mkakati upi wa wizara ya biashara na viwanda kuhakikisha tunauza zaidi kuliko kununua? Asante Mheshimiwa Waziri kwa maelezo yako, niende moja kwa moja kwenye swali. Naitwa Deo Kaji Makomba natoka radio Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV One. umezungumza mipango uh, mathubuti kabisa na ndani ya miaka, uh, ndani ya siku mia moja inaonekana kabisa kwamba Tanzania ina malengo fulani. Swali langu la msingi, vipi serikali ya Tanzania inafikiria vipi pengine kuandaa vijana wakiwa wadogo Kuwapeleka nje na kusoma teknolojia na vitu kama hivyo. Tukiangalia mifano kama China, China ilipofikia hapo ni kwamba iliwekeza kwa vijana wadogo ili kuja sasa kuwa na vijana ambao wanauelewa na wana, wana, wana, wamejifunza mambo mengi <coughs> na kuifanya Tanzania kuwa katika viwanda vikubwa na tu si vidogo vidogo kama hivi ambavyo tumeviona, na tusitegemee kuagiza kutoka nje kwa asilimia kubwa, tuweze kujizalisha sisi wenyewe. Asante. Mheshimiwa Waziri naitwa Ramadhani Hassani na natokea Mtanzania Dikto. Mheshimiwa Rais akiwa pale Kawe, kuna baadhi ya vitu aliviahidi lakini sijasikia wewe vizungumze hapo. Nataka kujua kuhusiana na moja ya ahadi aliyoahidi ni utekelezaji wa bilioni mia mbili kwa vijana, kuwezesha upatikanaji wa mitaji. Sijasikia ulizungumzia hapo. Lakini kingine ni program za mitaa ya viwanda kwa kila wilaya. Na lenyewe sijasikia ulizungumzia. Cha tatu ni urasimishaji urasimishaji, urasimishaji bodaboda, mamalishe kuingia katika mfumo rasmi. Asante, naitwa Joyce Mwakalinga kutoka Azam TV. Ah, hivi karibuni waziri mkuu alitoa maelekezo kwamba biashara zile ambazo zinaweza kufanywa na wazao wasipewe wageni. Nilitamani kufahamu hayo maagizo ambayo ameyatoa, kama utekelezaji umekwisha anza na umefikia wapi? Lakini la pili, ama nyongeza ya hilo jambo, hili limeendelea kuwepo. Nakumbuka hata mtangulizi wako kuna kipindi aliunda mpaka tume, kwa sababu ilionekana kuwepo Kariako. Uh, lakini bado limeendelea kuwepo kiasi cha kumfanya waziri mkuu kutoa maagizo mengine. Kikwazo kiko wapi? Kwa nini limeendelea kuwepo? Naitwa Amida Ramadhani, naandikia matukio Daima. Mi ningependa kufahamu ni changamoto zipi bado ambazo zinahitaji hatua za haraka katika kuhakikisha malengo ya serikali yanafikiwa, lakini pia ningependa kufahamu katika siku mia moja za, za Rais Samia aa, ni, ni viwanda vingapi vimeanzishwa vime, vime na ajira ngapi zimepatikana? Mengine majibu mheshimiwa waziri ameongea hapa kama idadi ya viwanda alivyotaja. Kwetu tunausikiliza mheshimiwa waziri, karibu sana. Asante sana ndugu zangu waandishi wa habari, nawashukuru kwa maswali yenu ambayo yanataka maelezo ya ziada. Maswali yote ni maswali yenye tija. Swali la Daktari Ngoma wa ZBC Dodoma anasema tunauza na tunanunua kutoka nje, lakini upi ni mkakati wa serikali wa kuuza zaidi kuliko kununua. Sasa ili tuweze kuuza zaidi, ziko hatua ambazo lazima tuzichukue, na hatua moja wapo ni hatua ya kuongeza thamani, ili tunapouza tusiuze mali ghafi, bali tuuze bidhaa ambazo zimeongezwa thamani. Na ndiyo maana mheshimiwa Rais alikuwa na maono ya kuweka mitaa ya viwanda kwenye kila wilaya, na mitaa ile, ndugu zangu waandishi wa habari, tunaenda kuongeza thamani ya mazao kulingana na mazao yaliyopo kwenye wilaya husika. Lengo letu, tunataka mazao yakitoka huko yasitoke kama maligafi, tunataka yatoke kama bidhaa zilizoongezewa thamani, kwa sababu kwanza utaongeza bei yake ukitoa nje, lakini vilevile utaongeza usafirishaji kwa sababu unaposafirisha bidhaa ambazo zimeongezewa thamani zinakuwa nyingi zaidi kuliko unavyosafirisha maligafi. Kwa hiyo hatua ya awali ni kuhakikisha tunaimarisha uwepo na uendelevu wa viwanda ili tuweze kushindana na tuwe tuna bidhaa nyingi pale ambapo tunafanya mauzo ya nje. Lakini la pili, tunao mkakati ambao tunataka kujitosheleza kwenye baadhi ya mahitaji ili kuongeza export zetu, na ndio maana nilisema kuna viwanda ambavyo hata sisi mahitaji yetu ya ndani sio makubwa, lakini bado tunawashawishi wawekezaji waje kuwekeza ili tuweze kuuza nje. Kwa mfano nimewaambia, kwenye kongani ya Kwala, solar panel zinazalishwa pale kwa ajili ya soko la Marekani na tunaenda kudabo export yetu mara mbili. Lakini vile vile, pale Mkuranga kuna kiwanda cha float grass, zile grass ambazo zinatumika kama urembo, sisi soko letu la ndani ni kidogo sana. Zaidi ya asilimia sabini ipo kwa ajili ya export. Kwa hiyo hata sisi wenyewe kama serikali ndio maana tunaweka vivutio kupitia TISEZA na wizara ya uh, Rais, mipango na uwekezaji ili kuhakikisha pamoja na kwamba tuna mahitaji ya ndani, hata kwa bidhaa ambazo ndani hatuna mahitaji makubwa, basi viwanda vinakuja, tunawekeza na tunaongeza mauzo ya nje. Kwa hiyo hatua mbalimbali mbali zipo kwenye wazawa, ndo hiyo kuwekeza kwenye viwanda kwa ajili ya kuongeza kwenye la thamani, lakini kwenye viwanda mikubwa na wawekezaji wengine wa ndani ya nje, basi mikakati na kuwa na viwanda vingi vya kujitosheleza ndani na hata vile ambavyo hatuna mahitaji ya ndani, basi tuzalishe kwa ajili ya soko la nje. Uh, ndugu yangu Adochivele ameuliza tunafikiri vipi kuandaa vijana wakiwa watoka wakiwa wadogo wa ili kuleta tija na kuwa na viwanda vikubwa kuwekeza zaidi na na ili tuondoke tu kwenye dhana ya kuwa na viwanda vidogo vidogo peke yake. Mikakati ipo, ndio maana mnakumbuka tulianzisha mchakato hapa wa kuboresha hata karikulamu yetu uh, kupitia wizara ya elimu na ndio imeanza utekelezaji. Kwa nini? Kwa sababu tulikaa tulijitathmini. Tulikaa tulijitathmini Tukagundua liko ombwe kwenye vijana ambao tunawaandaa katika uh, kushindana kwenye soko. Kwa hiyo kwanza tumefanyia kazi sera zetu na mifumo yetu ya elimu, lakini vilevile vile tunazo programu mbalimbali mbali ambazo zinaandaa vijana wote. Mnafahamu kuhusiana na Samia scholarship programu za sayansi, lakini vilevile vile kupitia dira yetu ya ishirini hamsini tunayo mikakati mbalimbali mbali ya kuhakikisha tunazalisha vijana ambao wataendana na soko la uchumi na soko la ajira kufikia ishirini hamsini kwa hiyo mikakati ipo tunayo na ndo tunaenda sasa hivi mwezi wa saba kwenye mpango wa kwanza wa miaka mitano wa utekelezaji wa dira ya ishirini hamsini kwa hiyo mipango tunayo mizuri mikakati ipo vizuri na uhakika tutafika kupitia dira yetu ya ishirini hamsini ya ndugu yangu ramadhani kutoka mtanzania digital amesema bilioni mia mbili za vijana lakini nimezizungumza namna ambavyo tumefanya kupitia wizara yetu ya viwanda na biashara. Hili ni swala ambalo ni kubwa, mtaendelea kuwasikiliza mawaziri mbalimbali wanavyokuja kuona ni kwa namna gani tumelifanyia kazi. Leo tumekuja hapa kuzungumza ni kwa namna gani tumehakikisha tumelifanyia kazi kupitia wizara yetu ya viwanda na biashara. Lakini vilevile wamezungumzia vile urasimishaji, nimezungumzia nime kuhusiana na programu za urasimishaji maamalishe bodaboda, na uhakika mwenzangu Uh, Mheshimiwa Gwajima akija kesho atawaelezea vizuri zaidi kwa sababu wapo kwake, lakini pamoja wako kwake, sisi tunavyofanya urasimishaji kupitia BRELA uwaga hatubagui, lakini kwa sababu hata mafungu ya mikopo na programu zao zipo katika portfolio yake basi na uhakika ataizungumzia vizuri hapo kesho. Programu ya mitaa viwanda pia nimeizungumzia. Uh, mwakalinga kutoka azam amesema, dadangu amesema pale PM alishasema biashara za wazawa Wasipewa wageni. Ni kweli utekelezaji umeanza, na umefikia wapi? vikwazo viko wapi? Uh, mwaka jana 2025 mwezi Julai tulikuja na kanuni za kulinda biashara kwa ajili ya wazawa, kanuni ambazo zilikuwa ni maelekezo ya yeye mwenyewe mheshimiwa rais kuhakikisha wageni hawafanyi biashara ambazo zinaweza kufanywa na wazawa. Na ni kweli kwa kiasi kikubwa sana. Sisi Wizara ya Viwanda na Biashara tunatoa leseni kupitia BRELA. BRELA amekuwa makini sana. Leseni zote ambazo zinahusisha biashara ambazo zinaweza kufanywa na wazawa, ambazo hazitakiwi kufanywa na wageni, hazitolewi kabisa. Inawezekana zimebaki chache ambazo tayari zilikuwa zimetolewa kabla ya zuio, kwa hiyo ni lazima zibakie mpaka pale zuio, mpaka pa, pale leseni itakapoisha. Lakini itakapoisha, BRELA yuko makini sana na hizo leseni sisi hatuziuishi tena kwa sababu tuko kwa, tunafanya uh, kwa kadri ya sheria, lakini sasa naitangulia kwa kuwaambia sisi kupitia BRELA tunatoa leseni zile za daraja A. Daraja B zinatolewa kupitia halmashauri. Kwa hiyo inawezekana pia kule kwa halmashauri, namshukuru sana Profesa Shemdoe, tumeongea na tumekubaliana kuweka mkazo kuhakikisha hata kwa wenzetu kule watamisemi hazitolewi leseni za biashara ambazo zimezuiwa ambazo hazitakiwi kufanywa na wageni, na sisi tumekuwa makini sana. Hata kupitia BRELA wiki mbili hazijapita tumefanya tena uh, tumetembea tena, kwa mfano Kariakoo, na yale mapungufu ambayo tumeaona, tumewaambia TAMISEMI, lakini kwa upande wetu sisi tuko vizuri. TAMISEMI wameonyesha ushirikiano, na hata zile leseni chache ambazo inaonekana zilitolewa baada ya zuio tumeshazifanyia kazi na tumezitoa. Kwa hiyo tulitoa zuio, lakini hatujaliacha kupitia BRELA na kamati maalum tunafanya screening kila baada ya muda kuhakikisha yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanafanyiwa kazi, na niwaambie ndugu zangu, sisi kama Wizara ya Viwanda na Biashara ambao tunasimamia kanuni zile, tutaendelea kuhakikisha tunalinda biashara za Watanzania. La mwisho, Hamida anatokea matukio daima, anasema changamoto zipi zinahitaji hatua za haraka ili kufikia malengo ya serikali lakini vile vile uh, katika siku za Samia viwanda vingapi na ajira ngapi, nadhani hili nililisemea. Changamoto ambazo zinahitaji hatua za haraka, changamoto zipo. Ili tuweze kufanya uendelevu wa viwanda, lazima tuwekeze kwenye miundombinu. Kwa hiyo, kwenye kuwekeza miundombinu, tunashirikiana na sekta nyingine ndani ya serikali. Kwa hiyo, jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akitusisitiza ni uratibu, kuhakikisha hatukwamishi wawekezaji. kwa hiyo hiyo changamoto ilikuwepo, lakini kwa kipindi hiki kupitia wenzetu wa tiseza na sisi kwa kweli imefanyiwa kazi kwa kiasi kikubwa sana kwao. Kwa kipindi hiki tunahakikisha kila zinapotokea changamoto kwenye uwekezaji, kwenye biashara, kwenye viwanda, basi tunazifanyia kazi kwa haraka. Na mara nyingine hatusubiri changamoto zitokee, pale tunapoona viashiria, basi tunachukua hatua kuzuia kabla hazijatokea. Asanteni sana, natumai nimemaliza kujibu maswali. ndugu zangu waandishi wa habari, mpo mmesikia vitu hivyo. Hizo ndio siku mia moja za mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kupitia wizara ya viwanda na biashara. Tunakushukuru sana mheshimiwa wa waziri uh, mheshimiwa Judith Kapinga, kazi nzuri. Sisi vijana wenzako tukiona unachangamka namna hii tunajua natengeneza njia na sisi wengine tusoge soge kidogo. Hongera sana kwa kazi nzuri, hongereni sana wizara ya viwanda Endeleeni kusimamia wizara. Hii imebeba ndoto za vijana wengi, kwa sababu katika uchumi wa leo hatuwezi tukawa mashujaa wa kujenga uchumi wa kuzalisha bidhaa na kuziuza zikiwa malighafi. Lazima tuzalishe, tuongeze thamani, tupate mapato, na ndicho ambacho wizara inakifanya. Yote aliyokuwa anayasema mheshimiwa waziri hapa tunaongeza thamani za bidhaa ili tupate mapato mengi zaidi. Kumbukeni mwaka huu tutaanza utekelezaji wa dira mpya ya ishirini hamsini. Ina malengo makubwa ambayo kila mmoja anatakiwa changamke. sasa tuwaombe vijana changamkieni fursa, na mheshimiwa rais, kwa makusudi kabisa, katuwekea viongozi vijana kwenye wizara wengi sana, wizara nyingi zinaongozwa na vijana, maana yake tunaongea lugha tunazofanana. Sasa kazi kwetu Kipa yuko golini, kazi kwetu kufanyeje? Kufunga. Kipa kafanyeje? Katoka, sisi tufunge, mambo yaende. Na kama alivyosema mheshimiwa waziri, tuhakikishe tunasimamia amani yetu na, na utulivu wetu kwa sababu haya mambo mazuri yote ambayo yamefanyika ndani ya siku mia moja ni kwa sababu nchi yetu imetulia. Tungekuwa kwenye heka heka hapa, hakuna hata kiwanda kimoja tungekifungua, hakuna hata ajira moja ya kijana ingepatikana hakuna hata bidhaa moja tungeongeza mauzo nje ya nchi. Kwao tuendelee kuchangamkia fursa. Sasa ndugu zangu, kesho tutaendelea na mikutano yetu. Kesho tutakuwa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, mheshimiwa Dorothy Gwajima. Naomba tuendelee kufuatilia kujua ahadi zimetekelezwaje. Naomba kuchukua nafasi hii pia kuishukuru Ofisi ya Waziri Mkuu ambayo inashirikiana nasi katika uratibu wa mikutano hii ya waheshimiwa mawaziri ambayo inaanza sasa mpaka tarehe sita na itahitimishwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lamek Nchemba. Baada ya kusema hayo, asanteni sana, tunawatakia kila la kheri.